Mheshimiwa mbunge wa viti maalum, jumuiya ya wanawake kata ya Mwamapuli tuna jumla ya gunia kumi za mpunga mpaka sasa ambazo ni mradi wa, jumu, wa jumuiya ya UWT. Sambamba na hilo jumu, jumuiya ya UWT tuna cherehani ambayo iko kwenye matengenezo kwa fundi. Pia jumuiya ya UWT tuna pikipiki aina ya kiingilio. Ndugu mheshimiwa mbunge wa viti maalum nichukue nafasi hii kukupongeza na kukushukuru wewe pamoja na viongozi wote ulioambatana nao katika ziara yako muhimu. Tunakukaribisha sana Mwamapuli, tena jisikie uko nyumbani. Kinamama jeshi kubwa Mwadira. Mwadira. Mwadira. Magunia kumi, zipo ipo cherehani ipo, haio hongereni sana <coughs> yaani hivi ndio inatakiwa. Kwa eh, kweli nawapongeza niwetu so? ni mkweayatme mkoa wote naa ambapo nimekuta kuna miradi light ya magunia kumi za mkuu laihaiwa pikipiki na lafu mkasema tena mnachelehani. Kwa hiyo niseme tu, ninyi ndo mnaoongoza kwenye linda mikia a <coughs> hey, mwake sio haba hapa. Ni kata wanagunia kumi, wanachelehani, wana pikipiki. Kwanza mimi nashukuru sana mbunge wetu kutupa sapoti kwenye ujenzi wetu wa, wa jengo la, la ofisi ya chama. Tumepewa tena leo shilingi laki mbili tukawa na milioni moja na kidogo, kwa najua huo ni msaada mzuri, tutapambana tutamaliza jengo. Wabunge wote wangekuwa hivi wote, najua hii chama ingekuwa mbali. Jamani, kwa niongeza tu, mama yetu huyu mama Taska, mimi toka nimemfahamu sijawahi kujuta. Mama ni mpole, mama ni mchapakazi, mama ni mfuatiliaji. Hata tumetingwa na mambo yetu ya kazi, ukipiga simu mama kama yuko kazini, lakini baadaye akirudi atafuatilia na nani alikuwa anamtafuta. Kwa hiyo tuko mikono salama, chini ya uongozi wa maetu, mama yetu, mama mheshimiwa Taska Mbogo. Lakini kata zangu umetoka ukiwa salama ukiwa timamu, na hapa kwa nyongeza tutoya chakula mama, utakula utaondoka huko vizuri. Asante.